Kuondoka ni moja ya hatua ngumu sana unayoweza kuichukua, ila pia ni yenye nguvu. Kwa sababu ukweli ni huu: watu wengi hawatarajii uondoke, wanatarajia ubaki, wanatarajia uendelee kuvumilia dharau, wanatarajia uendelee kuwafuata kujieleza, na kuomba nafasi. Lakini pale unaposema imetosha, ukiondoka kwa kujiamini kila kitu hubadilika, na iwapo watakubali au hawatakubali, watu unaowaacha nyuma, kuna namna watajisikia. Watajisikia kwa namna ambavyo hawataweza kusema kwa uwazi. Watahisi pale ukimya wako unapokuwa na nguvu kuliko uwepo wako. Usiogope, katika video hii nitakuonyesha mambo matano ambayo watu huhisi unapoamua kuondoka kwenye maisha yao na nitakueleza ni kwa nini hatua hii inawatenganisha watu dhaifu na watu wenye nguvu. Namba moja, wanahisi kuchanganyikiwa. Kwa mara ya kwanza, hawataelewa hata nini kimetokea. Wamezoea wewe kuwa daima karibu, wamezoea wewe kuvumilia dharau zao, wamezoea wewe kujibu kila message, kujitolea kila mara na kujitoa bila masharti kwa ajili yao. Hivyo unavyoamua kurudi nyuma, unavyoacha kuwapa nafasi, wanashtuka. Wanaanza kujiuliza maswali kwenye vichwa vyao: kwa nini ameondoka kwenye maisha yangu? Kwa nini ameacha kunijali? Je, nimefanya kitu kibaya? Na huu wasiwasi unawala ndani kwa ndani, kwa sababu watakuwa wamegundua jambo ambalo hawawezi kulisema kwa uwazi: wamepoteza nguvu kwako kuondoka kunawafunua watu, na inaonyesha kwamba nguvu waliodhani wanayo kwako ni ya muda tu, na watakapoanza kuligundua hili, hawataacha kukuwazia. Namba mbili. Wanahisi kukataliwa. Kukataliwa kunauma kuliko karibu kila kitu, na kuondoka, hiyo ndio aina kuu ya kukataliwa. Unazungumza bila hata neno moja: wewe huna tena nafasi kwangu. Na haijalishi wataonekana imara vipi, haijalishi watajifanya waumii, ndani yao wanahisi maumivu, kwa sababu kukataliwa kunawalazimisha kukabiliana na ukweli wao. Wanaanza kujiuliza maswali magumu: Je, mimi si wa kutosha? Nilisukuma mpaka nikazidi? Nimepoteza mtu muhimu? Na jambo la ajabu ni hili Wakati ulikuwa karibu, labda hawakujali sana, lakini sekunde unapoondoka wanahisi pengo, na pengo wafanya watu watambue thamani. Kuondoka kunageuza mchezo. Ghafla wao ndio wanaoumizwa na mawazo ya labda. Ghafla wao ndio wanashangaa walikosea wapi. Ndio uzuri wa kukataliwa, hauhitaji maneno. Kimya chako kinatosha. Namba tatu. Wanaishi majuto. Majuto hayaji mara moja. Mwanzoni watatafuta visingizio. Watadanganya nafsi zao kuwa hakuna kilichobadilika. Lakini baada ya muda, majuto hujipenyeza kime kime. Kwa sababu wanaanza kukumbuka. Wanakumbuka matendo yako ya kujitolea. Wanakumbuka upendo na uaminifu ulioleta. Wanakumbuka jinsi walivyokuchukulia kawaida. Kisha ukweli unawapiga. Nimepoteza mtu wa muhimu. Majuto huwa kama kivuli, linawafuata kila mahali. Linajitokeza usiku wanapokuwa peke yao, linawatesa wanapomwona mtu mwingine akijaza nafasi uliokuwa nayo. Nakumbuka hili, majuto uzidi tu ukibaki mbali. Ukirudi haraka, ukitoa nafasi nyingine kirahisi, majuto huisha. Lakini ukisimama imara, ukiendelea kuondoka kwenye maisha yao, majuto yanakuwa makali zaidi kila siku. Namba nne, wanahisi kukosa nguvu dhidi yako. Nguvu ipo kwenye kila aina ya uhusiano, na yule asiyeweza kuondoka ndiye mwenye nguvu kidogo. Wakati unabaki bila kujali, unapovumilia kila kitu, wanajua wanakushikilia, wanajua wanaweza kukusukuma na wewe utainama, wanajua hautaondoka haijalishi watakutendea nini. Lakini siku unapoamua kuondoka, nguvu hubadilika papo hapo. Wanahisi hawana nguvu kwa sababu hawawezi tena kukushikilia. Wanahisi hawana nguvu kwa sababu huwezi kurudi kwa ila zao tena. Wanahisi hawana nguvu kwa sababu umeonyesha wazi, sikuhitaji wewe kuishi, na hakuna kinachowaumiza zaidi ya kupoteza udhibiti waliojivunia. Hapo ndipo kuondoka kuyatoa tu tu kunakuwa ujumbe unasema mimi ninamiliki maisha yangu, si wewe. Namba tano wanaanza kukuheshimu zaidi. Hili ndilo jambo la mwisho na la kushangaza, lakini ukweli ni kwamba ukiondoka, watu huanza kukuheshimu zaidi, kwa sababu mipaka inaleta heshima. Na kwa kuondoka umeonyesha kuwa wewe si tegemezi, umeonyesha kuwa unajitambua. Umeonyesha kuwa unapendelea kuwa peke yako kuliko kubaki mahali pasipo thamani yako. Mwanzoni wanaweza kuwa na hasira. Mwanzoni wanaweza kusemezana vibaya juu yako. Lakini hasira ikipotea, kitu kimoja ubaki heshima. Kwa sababu watu huheshimu nguvu. Huheshimu mtu anayechagua hadhi badala ya kukubali mabaki. Kuondoka ni tamko. Ninajua thamani yangu. Na kama huwezi kuiona hiyo, ndiyo hasara yako. Naamini ndani yao, hata wasipokiri, watakuheshimu kwa hilo. Kuondoka sio udhaifu, ni nguvu. Ni kusema ninajithamini mno kiasi cha kutoendelea kubaki sehemu nisipopewa heshima. Na siku utakapojifunza sanaa ya kuondoka, ndio siku utarudisha nguvu zako. Kumbuka hili. Huwapotezi watu unapoondoka, unapoteza tu wale ambao hawakustahili kubaki. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.